Niseme, nisiseme? Heya! Sasa hao mia moja thelathini na tano ninayo zawadi nyingine kubwa. Niseme, nisiseme? Amini usiamini, katika mkutano huu wa Chadema mkoa Mwanza Pita Andrea Matoko yuko hapa. Mwingine tunaye mpokea ni Andrea ni mjumbe wa kamati tendaji ya kanda ya Victoria Chadema. Mwingine tulie naye ni Ahidi Suleimani Haushi, katibu wa Chadema msi ni shani Saidi Charles, yeye ni mjunga kama mtendaji wilaya ya Ilemela sisemuoye. Kwa hiyo hawa kama wapo wasogee sieme aingie mwenyekiti wa Chadema mkoa wa ila huyo ukasema kwa niaba wenzako, na mwingine wa kanda asema karibu sana Mheshimiwa Amos Makala. Sisi kule kwetu tumezoea nginja nginja, tumezoea nginja nginja. Mheshimiwa, mimi naweza nikasema tu kwamba naitwa Peter Matioko, niliyokuwa mwenyekiti wa CHADEMA mkoa wa Mwanza mjumbe wa kamati ngazi ya kanda Viktoria na vile vile mwenyekiti wa wilaya ya Ilemela wa Chadema. Tumefanya tafakari kubwa kidogo, especially ya wiki hii, kama siku mbili tatu zilizopita nikafanya tafakari kubwa sana ya namna ambavyo mimi kama kiongozi natakiwa kuchukua hatua chama chetu nilichokuwepo kiukweli, tumebaki sasa chama cha kiharakati. Tunaposema tunazuia uchaguzi usifanyike, kwa mtu mwenye akili kama mimi, inaweza ikakutafakarisha sana labda tumekosa ushawishi kuishawishi serikali na kukubaliana na matakwa ambayo sisi tunatamani hao, ili tuweze kushiriki katika uchaguzi ambao ni wa uhuru na haki. Sasa kama tumekosa ushawishi na matakwa yetu yakaonekana kama ni matakwa yasiyofaa, tukakataliwa, tunakwendaje kuzuia uchaguzi? Tukiulizana, tunawezaje kuzuia uchaguzi? tuna mekanizimu gani ya kuzuia uchaguzi? aingia kriu. Kwa hiyo baada ya kutafakari kwa kina kwa muda wa siku chache, nimeona niende au nijiunge na Chama cha Mapinduzi kwa hiari yangu na sio kwa vitisho, sio kwa kutishwa na mtu, nimeona nijiunge na Chama cha Mapinduzi Leo tarehe mbili mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo naombeni, mnichukue, mnitumikishe, nifanye kazi na nyinyi tuweze kujenga nchi yetu.